Na, na changamoto hey, na mgonjwa nataka hey. nimpeleke wapi? Bugando hey. akapatia aka matibabu sawa hey, hmm. naona ana upungufu wa damu mwilini. <laughs> sawa. Alafu ana ujauzito wa miezi saba. Sawa. Eh. Yeah. Ona, mimi nachokushauri yani, wewe mgonjwa nenda kumlete hospitali ya Wilaya ya Kwimba hapa. Okay. Sawa, mimi nataka niende sasa. Wewe nenda kaulizie. Subiri mimi nikaulizie nipate huduma nzuri. Haya. Mara baada ya kuachana na rafiki yangu niliingia ndani ili niweze kupata majibu ya maswali mengi ambayo nilikuwa najiuliza. Je, huduma za hapa zikoje kuna miundombinu bora ambayo itamsaidia mgonjwa wangu kweli? Na je kuna madaktari wenye uwezo? Nilipoingia nilipokelewa na mtoa huduma na baada ya salamu nilimuuliza juu ya huduma zinazotolewa katika hospitali hii, na haya ndiyo aliyonieleza. Kwa hospitali yetu hii ya wilaya ya Kwimba inatoa huduma mbalimbali mbali, ambazo zimeboreshwa na zinapatikana pia kwa kiwango nafuu lakini kwa ubora wa hali ya juu. Lakini vilevile tunahudumia makundi yote, wagonjwa wa kulipia fedha taslimu. Tunatoa huduma kwa wagonjwa wanaotumia bima ya afya, tunatoa kwa bima zote, CHF NHIF, pamoja na bima zingine mbalimbali. Lakini pia tuna huduma tofauti tofauti za wagonjwa wa nje pamoja na wagonjwa wa kulazwa. Kwa hiyo nitakupitisha ni kuonyeshe pia huduma mbalimbali mbali ambapo hapa tunatoa kwa hiyo nafikiri hauna haja ya kwenda sehemu nyingine yoyote, lakini hapa naamini wewe pamoja na mgonjwa wako atahudumiwa vyema. Nitashukuru. Karibu sana. Asante, asante. Mm. Karibu nikuonyeshe. Naam, kwanza kabisa nilionyeshwa jengo la wagonjwa wa nje. Kwa kweli sikutarajia ni jengo jipya la kisasa kabisa likisheheni vyumba vya madaktari bingwa na huduma zote za awali. Kisha tuliingia jengo la dharura, sehemu ambayo wagonjwa hupatiwa msaada wa haraka. Nikajiuliza kwa mshangao, haya yalikuwepo kweli kabla ya Samia? Nikikumbuka bibi alikuwa na msemo wake ukisema, mti hauwezi kusimama bila mizizi. Nilijisemea moyoni mizizi ya mabadiliko haya ni juhudi za dhati za mama yetu Samia, kwani katika kukua kwangu sikuwahi kuona vifaa vya kisasa kama hivi. Safari ikaendelea hadi jengo la wazazi. Hapo ndipo nilipoanza kubadilisha mtazamo wangu na moyo wangu ukaanza kutulia kama maji ya mtungi. Vyumba bora vya kujifungulia, vifaa vya kisasa na wauguzi ni wenye ujuzi wa hali ya juu. hapa ndipo matumaini yalinijaa na kuiona nia ya dhati ya mama yetu Samia na kuhakikisha kila mama mjamzito anahudumiwa kwa heshima, utu na usalama. Sikuchoka kutembea wala kusikiliza, nilijihisi fahari kupata nafasi ya kuyajua yote yaliyopo hapa. Nilijionea chumba maalum cha upasuaji ambapo mwenyeji wangu alinihakikishia kutokuwa na hofu na mgonjwa wangu huduma za X-ray na ultrasound kwa uchunguzi wa kina wa ndani zilinifanya nizidi kupoteza ulazima wa kusafiri mbali kwa huduma kama hizi. Hakika ukiona vyaelea vimeundwa, na hapa Daktari Samia ndiye muundaji. Yapo mengi niliyojionea kwenye ziara hii, moyoni mwangu kulikuwa na jibu moja tu kwa huduma hizi nilizoona Bugando. Si lazima nitamleta mgonjwa wangu hapa hapa hospitali yetu ya wilaya. Kweli Samia ametekeleza. Na hapa ndipo uamuzi wangu ukabadilika, na nikaona nimpigie simu rafiki yangu nimueleze. Chilekelwa, naam, kwa kweli nimefurahi na huduma ya hapa wilaya ya Kwimba. Nilikwambia pita kwanza uone hospitali yetu. Samia kaweka kila kitu, naamini una amani na imani sasa. Yaani na imani, mgonjwa wangu kesho asubuhi wa niamke nimlete hapa natatibiwa bila shida na atapona. Tuombe Mungu, kila kitu kitakuwa sawa. Ilomboye aya, asante Mpaka Ndichi.